ya Mama Mariam Mwinyi, mke wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, ametutuma sote, mkurugenzi wenu hapa lakini katibu wake Mama Mariam Mwinyi, tuje tualeteeni futari kwa ajili ya Ramadhani. Jamaa, tunaomba makofi kwa Mama Mariam Mwinyi. Naona tunaunga futa, tuna mafuta, kuna tende na mambo mengine mengi mengi kwa ajili yenu watoto wetu wa ZASO amenambia niwaambie, anawapenda sana leo. Angependa kuja mwenyewe kutoa hizi futari zake, lakini amekamatwa na kazi, amesafiri. Lakini mpango wake alikuwa aje mwenyewe, ndio maana akatutuma sisi, mimi naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, na viongozi hapa, tuje tuilete zawadi hii kwenu. No, watoto wetu wazuri ili mjisikie mnapokula futari hizi mjisikie kama mnakula pamoja na Mama Mwinyi, lakini pia pamoja na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar watakieni Ramadhan Mubarak. Amina na hiyo jamani, haitoki kwangu, inatoka kwa mke wa Rais wa Zanzibar Mama Mariam Mwinyi anakuambieni Ramadhan Mubarak. Leo ni siku nzuri ambayo tumekutana kwa ajili ya kupokea uh, futari ambayo mama yetu mpendwa Mama Mariam Mwinyi amesema leo analeta futari ili ale na wazazi wake wasebleni. Ameshapeleka futari welezo, ameshapeleka futari kwenye nyumba za watoto na sehemu nyingine mbali mbali na leo akasema wazee wangu wa Sebleni na wenyewe ni wapeleke futari yao. Mama Mariam Mwinyi oye! kurani na pongezi sije kwangu mm, kwanza ziende kwa mlezi wetu ambaye kwa miongozo yake mapenzi yake ndio tuliofika hapa mm, ambaye ni Mama Mariam mwenyewe ndio mlezi wa kituo hichi mm. kwa hiyo kwa hiyo ile miongozo yake na mapenzi yake na yale ambayo yanatuongoza vizuri ndio tumefikia hapa. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ametujalia kutukutanisha na mama yetu na sisi kuweza kutupa nguvu ya kuweza kukendesha chikituo kufika hapa. Kwa hiyo nikushukuruni sana kwa kuja na vilevile, naomba peleka salamu kwa mlezi wetu kwamba watoto wamekumisi, watoto wanatamani kukuona. Huu ni ulezi wa familia, ulezi wa kwake na sote pamoja kwao tunashukuru kwa, kwa, kwa, kwa sadaka hii